Mamako kwenye ujana hawakujali, lakini kauli yako isionyeshe, onyesha tu mimi nawahitaji hata kama mlinitupa. wa qula lahu qaulan karima, inakuwa na laina. Hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili latifa, latifa, latifa iwe na lutfu, latifa iwe na lutfu. naam Hey, latif kama ilivyokoje holajina kwenye, kwenye kitabu chako hapo hicho cha kwanza hapo, zipo zimesemwa, tuweke vizuri. kachelewa shaka Abdala, ukizungumza na wazazi wako uwe ni mpole. kuwa punda wamekubaliana na siku tatu, yakazidisha kakaa tu na punda yule. Baba vipi bado bwana, ambie huyu baba bwana, ana ahadi tumekubaliana bana siku tatu, akai na rafu anirudishie, lakini kila, hata kama mtakuwa mnashtakiana na baba yako, kakushtaki polisi, mko mazungumza tu kwa upole, yule bwana

hata kama ni mazungumzo ya kawaida, mnazungumza yani, babangu mimi ningependa kula chakula kadhaa. Kwa hiyo kwahiyo unapotaka kumshauri, labda unataka kumbadilisha. Sisi tukinywa maziwa, sasa mimi nikinywa maziwa maziwa, ah, mama hajiba. Mpaka siku moja maziwa tokea. Basi mimi nilikuwa nafikiria nipitishe na sisi tusinywe

mhivitokeajiteremsha kabisa kwa sababu hizo kauli. e, mi babangu alikuwa ni mpenzi wa timu fulani, napenda kucheka mpaka machozi yanatoka. e, furaha, alikuwa ajisikii vizuri, lakini ana mkizungumza na mzee, mnajua mute unaangalia ili neno litamridhisha mzazi wangu kwambia wewe ha? Sema wewe ndio mna unaona, inaweza kaingia kitu hapo, kwa kanaambia yule mtoto yule aichenge ile kauli ili tu usije uka ni atawadhuru. Atawadhuru. Kwa mzazi wako napongea naye sasa, ndio tushike katika Yani, mwenyezi Mungu ametwa sana kijana, kijana ambaye atakayekuwa makuzi yake anamhudumia mzazi wake, na anafanya sadaka. Nikisema sadaka, so pesa. Sasa akiwa anakua, unaona abubakarisiii sasawatubaamaraai Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametupa zawadi, ni zawadi hiyo, amali zetu gonga hizi. Sasa we fanya amali zako, alafu deal na mzazi wako. Na ndio maana na ndio maana Uways Al-Qarni radhiyallahu anhu, Yemen na Madina ni karibu sana, ni karibu sana, ni kama ni kama Mwanza Nzega au mbele. Ni. Kwa ni wakati huo lakini mtume swalla salam kati yenu na uweso karni huyo mtu atakuwa na dalili. Dalili hii. Dalili hii. Kwa tusione ibada kwamba ni zito lakini ina thawabu nyingi nyingi sana. Kijana anakuwa ni mimi kabla za kuwalea wazee Suratul Baqara sura, sura ya ngombe no tunazungumzia atawadu kama karatasi ya juu, nime box wa kullahuma qawlan karima, ay latifan ahsanu ma wa qala said bnu Saiid. Mmeiona hiyo eh, inaendelea, ina maelezo mengi kwa hiyo unaweza kukuta mtu anazungumza visa hivi akatoa kwenye kuna vitu umeruka, kuna habari umeziacha, kuna nini? Ah, ah, ni tofauti, tofauti miaka tofauti. Sasa twende kwenye kitabu la tanharhuma. Mmeona pale thalathata ashara. Umepaona wa qawluhu taala, neno lake Mwenyezi Mungu, wala tanharhuma anahru azajru walghidha maneno wa qul lahuma katibu. Hujaiona hiyo? Hujaiona? kama tumekuacha tuambie, sio? Nataka tuende pamoja. Aha, aliposema wa kaulan karima akasema ai kwanza nini? laina qala atau amesema nani? Maelezo haya kwenye katasi ya huku chini hayapo, lakini kisa ni kile kile kilekile. Qala atau wa qala Ibn Badahi. Ibn Badahi kuna namba tatu ukiteremka chini kule kwenye namba tatu, auradahu Suyuti fi duri almanthuri bilafdhi abu, abu hadaji. Kwa hiyo kwenye kisa unaweza kusikia mtu akasema qala Ibn Badahi, mtu mwingine akasema qala Abu Hadaji. Hapo kuna kauli kwamba huyo Badahi ndio Hadaji jib anasema, qultu, nilimuuliza haya maelezo kwenye katasi ya nyuma, yapo hayapo? Hayapo. qultu li Saidi ibni Musayyibi, nilimuuliza Saidi bin Musayyibi huyo, huyo. ni tabi huyo, na ni katika wale akbaru tabiin, katika matabi wakubwa kabisa. Huyu kamaona sahaba na kasoma kwa masahaba Anasema nilimuuliza Said bin Said, anasema kullu ma fi l-Qur'ani, yote yaliyomo katika Qur'ani, min birri lwalidaini, katika kuwafanyia wema wazazi, qad araftuhu, nimeyajua yote nimeyajua, illa qaulahu, isipokuwa neno lake Mwenyezi Mungu amjayaona jungudi ujayaonai Kwenye boxi mle nasoma ndani ya boxi umepona? Wakala ibnu Badahi umepona, iko ndani ya boxi bin lisadba umepona? Nilisema kumuuliza, bin kumuuliza Saidi bin Musayid, Qur'ani yote yaliyosema kwenye Qur'ani, Mimbiri walidaini katika kuwafanyia wema wazazi wawili, qad araftuhu, nimeyajua yote ila qaulahu, isipokuwa sijaelewa neno moja kati ya neno lake Mwenyezi Mungu alilosemaje, wa qullahu ma qaulan, sijaelewa hii. Hapa mimi sijaelewa ma hadha alqaulul karim. Hii qaulul karim ni nini yani? lakini ukiniambia niwaambie wazazi husna, najua anashukuru li walidaika, lakini hii katika bidi ya walidani hii mimi sijui ili neno hilo lakari ma hadha qawlul karim, anininiala ibnu Musayyib akasema, nani wewe ambaye ni nani jina yake Said Akamjibu, akamwambia qaulu alabdil mudhnibi. Unapoambiwa qaulu alkarim, wewe wakati unaizungumza kumwambia mzazi wako unaizungumza kama vile qaulu alabdil mudhnibi, unazungumza kama kauli ya mtumwa mwenye kosa kwa bwana wake lisayidi kumwambia bwana wake ambaye ana sifa mbili, alfadhi alghalidh. Alfadhi mwenye maneno ya kufoka, alghalidh mwenye moyo usiosamehe. Hapo kuna unyenyekevu amna? Hapo kuna unyenyekevu hakuna. Unapokuwa unazungumza na, na mzazi wako uzungumze kama vile ni mtumwa mwenye kosa alilomkosea nani? Aliyemkosea bwana wake, qaulul abdil mudhnibi. Uzungumze kama vile anapokuwa kasimamishwa mtumwa aliyemkosea bwana wake, na huyo bwana wake sayidi Alfadhu ni bwana mkali sana tena, alghalidhi, mwenye moyo usiosamehe. Kwa hiyo, ukisema na wazazi wako, sio kwamba wazazi wako wana sifa hizi, lakini ujifananishe kama umesimama mbele ya bwana wako ambaye umemkosea na huwa hana msamaha. Kwa hiyo, itabidi uzungumze ukiwa unafanyaje? Unanyenyekea. Tunakwenda pole pole sana, ili neno linatesa sana. Hiyo ni sifa ya ngapi? <coughs> Sifa ya tano, asidqu. Naam, mm -hmm. Eh, fadhu ni maneno, wala kunta fadhan ghaliza alqalbi. Fadhu ni, fadhu ni maneno lakini maneno makali, ndio maana nasema fududu. Fudhubu huwa ni maneno lakini makali. Ndiyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Mwenyezi Mungu, walau kunta fadban, ungelikuwa ni mtu ambaye una maneno makali tena, ghalidhal qalbi, mwenye moyo ambao husikii, hauwezi kusamehe, lanfadhu min haulik, usingepata watu kwa fuasi, ungekimbia Sababu mtume aliudhiwa sana. Tumeelewa sifa ya, ya tano ya qaulan karima, asidiqu asidiqu asidiqu ni nini? Ukweli hakisha. Ukiongea na wazazi wako unaongea kweli tu labda liwepo tukio la kisheria, lipo tukio la kisheria ambalo linakuruhusu kusema uongo. Mfano, mzazi wako amegombana na ndugu yako, ndugu yako kamkosea mzazi wako, mzazi wenu. Sasa unaona, mzazi hawezi kukubali kumsamehe mwanaye isipokuwa ukisema uongo, atamsamehe hapo unatakiwa useme, kwa sababu ni islahi, baina ni kusuluhisha, kati ya watu kusuluhisha watu wawili. Unajua uongo una, unaweza kufanya hawa na wao akapatana, sema uongo hmm, utawapatanisha. Mtu anataka kuuawa dhulma, lakini akienda mtu ambaye yule anamkubali akimwambia uongo atamwacha aende, kama anataka kuuawa dhulma asidq ukweli, na ukweli una aina sita. Hatuuleti hapo, utatupotezea muda, make bado tunakimizana na masomo asidq. Kwa ndio maana Mwenyezi Mungu akusema wa kula lahu qaulan sadida, kwa sababu ndani ya karima kuna nini? Kuna sadida yenyewe, imo mle qaulan sadida, ni kusema kweli eh, tunaisoma sana kwenye ndoa hii ya alladhina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida hata tumeambiwa sisi, niposoma tumeambiwa sisi wazazi, ukiwa una wasiwasi kwamba mimi ni kifo, watoto wangu watapata shida pata shida pata shida fanya vitu vingi, falyattaqullaha walyaqulu sadida, qawlan sadida imesema kwenye Qur'an, wazazi wawe ni wacha Mungu na wao wanasema maneno ya kweli, watoto hawa watapata mtu wa kuwalea tu, imo kwenye Qur'ani wapi? Yani, qaulan sadida neno la kweli, huwa linaleta manufaa. Ndio maana nasema eh, yajula manu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qaulan afa. Pili akasema yuslih lakum amalakum, imetosha alafu, wa yaghfir lakum dhunubakum, imetosha haijatosha, wa aijatosha, wa man yataqillaha wa rasulahu faqad faza. Unaona qaulan sadida ilivyo hii eh. Ukiwa unasema kweli unatengenezewa mambo mambo yako yanakuwa yananyooka kwa kusema ukweli. Sasa Qur'ani inatufundisha wale wazazi ambao wanaona mimi ni kifo, watoto wangu watapata shida baada yangu. Qur'ani inasema wawe na tabia mbili hawa wazazi, falyattaqullaha waliyaqulu qaulan sadida. tumeiona kwenye zile aya tu navundia sadida, ipo hiyo aya, wawe wanamcha Mwenyezi Mungu na wawe wanasema maneno na hiyo Qur'ani imethibitisha suratul kafi, suratul kafi ule ukuta uliinuliwa kwa sababu baba yao alikuwa ni mtu mwema, jahazi linusuriwa kwa sababu baba yao aliwaacha watoto yatima, alikuwa ni mtu mwema. Tumeelewana ukweli. Nishatoa kisa cha yule bwana alikuwa mshenyakuni, alivyotajirika kwa sababu ya kutumia, simnajua hicho kisa e. Shoka ilipodondoka mle kisimani, akalia muda mrefu, akatoka kiumbe mle kisimani, unalizwa na nini? Shoka langu limetumbukia ume, shoka limetumbukia umwe. Mpini wa shoka ni wa mti, shoka ni la chuma. Yule kiumbe akatumbukia, akatoka na shoka, mpini dhahabu, shoka dhahabu, ahakadha. Ndio hili qala la, akasema hapana, sio bwana. Matofali ungekuwa wewe anko shoka mpini ni wa mti na shoka lenyewe ni la chuma, kama yalivyo mashoka yetu haya kisimani. Kajaribu kulitoa halikutoka, akatoka kiumbe kisimani, mbona unalia hapa hivi? Nasikia muda mrefu sana. Shoka langu bana, ndio mtaji umetumbukia humo ndani ya kisima. Shoka mpini mti, shoka chuma. Yule akatoka na shoka la dhahabu, mpini dhahabu, shoka dhahabu, ndiyo hili shoka lako? Akasema sio yule kiumbe, akatumbukia. Kakaa umo kimya kimya, huyu bwana analia, akatoka. Eh bwana, wewe mbona shoka limo humu? Akatoka yule bwana mara ya pili, mpini fedha, shoka fedha, ndo ili. Asema sio, akatumbukia sasa ndio jua salinaenda, jioni hiyo, akatoka na shoka, mpini mti, shoka nini, chuma ndoa ile. Sasa naam, ilo akaambia subiri, akaingia akatoka na mashoka mawili ya mwanzo, mpini dhahabu, shoka dhahabu, mpini fedha, shoka fedha. Chukua na haya, nenda. Utabeba mzigo akuni aliuacha na akakimbia akajua, jamaa naweza kusema eh hey, nimesaurudi kufika mjini, watu waambia kuni wanao, jamaa anauza kijito. Sasa takullaha waqulu qawlan sadida. Na akatokea rafiki ya huyo kisa kinasema, akatokea rafiki yake, e bwana, mbona sasa sisi ushindi? Asema mambo yamenyoka. Ah, ilikwaja ya, akamhadithia: bwana mimi nilikuwa na shinya kuni, kama unavyojua siku moja nimepita kwenye kisima kule, kuna kisima pale katikati, na kunywa maji pale nilipotoka kule ni sahau kufunga shoka langu kwenye mzigo nikalisahau kufunga kwa, nikaona ah, niende kwa sababu kisimani ni kituo pale, nilifika kisimani nitafunga. Nilipofika kisimani nikasahau bana, nikaenda pa kwenye kisima pale na shoka likatumkia eh. Ndio ilikuwa hivyo eh, afu ikawaje? Akaambia ndio nikatajirika. Yule bwana akasema, na mimi nitaenda kufika pale kwa kanku. Kisima ndio ndio, hiki kisima hiki hapo ndio bwana kwa siku ya yasia akaona shoka sasa huyu, lilimteleza likatui, akaamua kufanyaje, dumbwi dumbwiho e, e, e, akatoka ile kimbe, wewe vipi upa. shoka langu limetokea ngongo wa kwanza so, akazama akatoka, shoka dhahabu